Sasa leo tutaenda kukata uh, gauni hili hapa. Hili ni gauni unaweza ukaliita gauni la tight au pia linawezekana likawa shifti. Hili gauni ni kwamba chini tutaliongezea ngazi kama chini tutaliongezea ngazi, kwa hiyo itakuwa na muundo kama nguva, lakini sio nguva kwa sababu haitofanya nini, haitomwaga haito hivi. Nguva lazima imwage hivi, lakini hii itashuka tu moja kwa moja kama kawaida. Nachotaka nikuonyeshe hapa ni namna ambavyo utaanza kwanza kukata hichi e, cha juu kabla ujakata nini ujakata hii hiki cha kuongezea. Kwa hiyo utakachokifanya hapa ni nini, lazima upime nguo yako kama kawaida uh, urefu wa nguo yetu itakuwa ni hamsini na saba. Hiki cha juu tumekiweka kiwe na arobaini. Hichi kitakachobaki huku ni kwamba ndio kitakachoongezwa kama zile linda ambazo nilikuambia, lazima tufunge, tupange linda hamsini na saba kwenye arobaini hapa tutakuwa tumebakisha tutakuwa tumebakisha kama uh, nchi kumi na saba hivi, ambayo hiyo kumi na saba ndo kazi vuta kwenye, kwenye linda. Kwa huku kwenye urefu inategemeana weo utaacha kiasi gani, mimi meweka nchi kumi na saba kama nini ambayo takayovutwa. Na hapa hu, hapa kuna ukiangalia kuna mistari miwili, kuna mstari huu hapa na kuna mstari huu hapa. Hapa ndo kwenye arobaini, lakini sasa upande mmoja utakuwa imepanda upande mwingine utakua imelala sasa cha kufanya hapa ni kitu kimoja, tunaanza kupima kama kawaida, unapima shingo hapa tumeweka uh, tumeweka tatu. Alafu hapa tumeshuka inchi nne na nusu, sawa. Inategemeana unahitaji shingo liwe pana au liwe dogo, lakini kama utaona shingo ni dogo, unaweza bado unaweza ukaliongeza ukaliweka kwenye tatu na nusu kwa hivi, au kaweka kwenye nne kabisa, huku ikawa nne na nusu au tano. Kwa sababu hii ni ya kike, hata iwe kubwa haiwezi ah, kuwa kubwa kwa kusema kwamba mtu ashinde kuvaa. Hapana, itaonyesha kweli mabega wazi, au kila mtu na uvaaji wake. Baada ya hapo, tutapima bega, bega ambao ni kumi na sita, iko hapa kumi na sita alafu tutashuka, uh, tutashuka kwapa hapa nimetoa nchi moja kutoka kwenye usawa huu wa kuanza kupimia, yani kwenye usawa wa urefu nimetoa nusu nchi, alafu tunashuka uh, Tunashuka kwa kwapa ambalo ni saba na nusu, na nusu, na nusu unaeza ukaweka nane na nusu unategemeana na mtu wako kisha baada ya hapo tunapima kifua ambacho fua ni tisa na robo tatu ambako hapa tumeongeza nchi nchi mbili Aa, kutoka hapa, yu, hapa juu kuja hapa chini hii ni kama vile hafu nimepima kwa usawa wa hafu nchi kumi na sita hasa hapa kwenye kumi na sita ndio tutakapopimia tumbo sawa hapa ndio nguo yetu itaanzia kushepa au tutapima tumbo, tumbo ni 30 35, vile ukiweka hapa 35 ni kama uh, nchi tisa na robo, kitu kama hicho. Uh, nchi tisa kasoro robo ehe, alafu tunaongeza, tumeongeza hapa nusu nchi eh, nchi moja na nusu. Tumeongeza nchi moja na nusu kwa hapa, tutashona hapa, ndio inaanzia nguo yetu kukunja kushepu, sawa, ndio itashepu kuja hivi hadi hapa, alafu hapa itaunganishwa kile kitambaa cha 17 ambacho nimekuambia kwa hiyo baadaye hapo unaweza kukata nguo yako sasa, kama kawaida. Hapa nimesema kwamba tutakata hivi. Hapa nakata upande mmoja ambao nimekuambia, upande mmoja lazima utakuwa umelala, mwingine utakuwa umeenda, sawa. Kwao nakata hii hadi mwisho, alafu hapa nitakata hivi, sawa, hapa eh? Sawa, kwa hiyo nguo yetu sisi itakuwa ni hii hapa, sawa. Uh, kwa hiyo huku kwenye shingo, kwamba shingo la mbele na la nyuma vitakuwa vyote viko sawa, vimelingana, haitokuwa na zipu nyuma wala mbele. Kwa hiyo hadi hapo hiyo hapo ndo nguo yetu ambayo tumetoka kukata sasa hivi, okay. Kwa hiyo kinachobaki hapa sasa ni nini? Kinachobaki hapa ni kwenda kuanza kuishona alafu na kuikatia mikono pamoja na kuikatia ile nchi kumi na saba niliokuambia ya kuongezea kule chini. Kwa vile ni ya kawaida tu, uta, utakata nchi kumi na saba alafu utaivuta malinda kisha utakuwa yuko tayari okay. Ah, sasa hapa nataka nikulete, ni tukate mkono huu mkono. Kitu cha kwanza huu mkono utakavyokuwa ni kwamba huu mkono utakuwa na mpasuo wa hapa sasa kama utakuwa na mpasuo wa hapa, kwa hiyo hata ukiuacha uwe mpana hivi haina shida, litakuwa tu ni lipana lipana, japokuwa kuna namna ambavyo labda unaweza ukautengeneza ukaingiliana hivi, mpasuo ukawa kuingiliana hivi sawa eh? au uka uka ukaacha uka, uka, uka hivi ilivyo kwamba tu mpasuo uje nishie hapa aa. Kuna nguo nyingine ni tutakuja kufundishana, tutaiweka hapa izaraba 1, utaona ambavyo kuna aina nyingine ya mpasuo ambao mpasuo utaanzia hapa hadi mwisho upande huu wa mkono, yani nje ya mkono, sio ndani, nje huku. Kwa hiyo sasa, huku nje ya mkono hii hii, sasa hivi mpasu wetu utaishia maeneo fulani hapa, lakini nyingine ambayo tutakuja kujifunza, mpaso utaanzia hapa hadi hapa, hadi mwisho kabisa mwa mkono, sawa eh? Lakini kwa hii ni kwamba tunavyochora, tuna, tuna, tuna tuna kwanza, lazima tuanze na upana wa mkono, mkono upana wa mkono. Mi nimeweka, uh, nimeweka inchi kumi na moja Yaani nchi kumi na nusu, lakini ni, nimeanzia hapa kwenye kumi na moja. Sawa. Baada ya hapo, napima urefu ambao urefu ni ya, nimeweka jumla ya urefu nimeweka ishirini na tatu. Ya kitu kingine ni kwamba ni kuhusiana na namna ya e, huku e, hapa chini nimeweka nane. Sawa. A, kitu kingine ni hapa hapa kwenye nguo ya, ki, ya kiume, mimi nakwambia unatakiwa ushike kuanzia nchi tatu hadi tatu na nusu alafu unakunja Sawa, ni kuonyesha hapo mara moja kwa mfano hapa tumeshuka labda tatu. Kwa hiyo hapa tunatakiwa tukunje hivi. Sawa, eh, tunakunja hivi, tunakuja kupanda, tunafikia mwisho hapa. Sawa, unakunja hivi, alafu unapanda mwisho. Lakini ya kike yenyewe haina shida, hata uki unaona hapa nimepima nchi mbili ya kike, alafu nimekuja tu moja kwa moja hadi hapa. Sijafanya hivi kukunja hivi kufika huko. Hapana, ya kike yenyewe unaweza ukanini tu na ukaikata hapo hapo moja kwa moja kama ambavyo mimi nimekata hapo. Sawa, kwa kinachofuata, tunaenda kukata huu mkono hadi hapa. Huu ndo unakuwa ni mkono, ni mkono wetu. Sasa tunatakiwa tupime mkono wetu kuanzia hapa chini, hapa juu hadi chini, ni kwamba ni 20 23 tatu na nusu. Sasa tukiweka hapa, tukitoa nchi moja na nusu hapa, ambayo ni ya kupindia, tuweke nchi moja na nusu kwa niaba ya kupindia. Kwa hiyo jumla tutapata, tutapata ngapi? tutapata Uh, yes. Moja na nusu tutabaki na ishirini na ngapi? Tutabaki na ishirini na mbili. Sasa ishirini na mbili, unaweza wewe mwenyewe ukaamua huu mkono wako, yaani mpasuo ule wa mkono uanzie wapi. Sawa, mi nitauleta hadi hapa kwenye kumi na mbili. Sawa kwao, nitachana hivi hadi kwenye kumi na mbili. Wacha niweke kwenye kumi na mbili na nusu hapa hapa Sawa, kisha hapa nitauchana kwa hivi. Nikisema kuchana ni hivi, sio kuchana kwa kwa kusema kwamba ndo uichane kabisa isifanye kazi, hapana. Kwa hiyo sasa tuki tukitanua hivi mkono wetu utakuwa hivi mkono wetu utakuwa hivi, hivi ndo utakavyokuwa. Kwa hiyo hapa utakuwa umebaki hivi, utakuwa na uwazi hapo, hapa umebaki hivi, sawa kwa baada ya hapa unaweza ukaenda chere, kwenye cherehani sasa ukashona. Kwa hiyo hapa utapinda kama kawaida, utaupinda hivi, na hadi hapo utakuwa umemaliza kutengeneza au kuandaa nguo yako.